Kama unavyoelewa kwamba Chino wanaman bwana amekuwa akifanya mziki kwa muda mrefu, maana kuanzia kwenye kuimba moja kwa moja, tunajua kabisa kwamba Chino yeye alianza kwenye upande wa kudance, lakini baadaye bwana alipopata umaarufu moja kwa moja kaona kwamba ili aweze kutengeneza maisha yake mazuri zaidi, basi moja kwa moja kaona mmoja aingie kwenye upande wa kuimba na mpaka sasa hivi anafanya kazi hiyo. Lakini pia kikubwa zaidi ambacho tumekiona ni kwamba Watanzania wamempokea vyema kabisa Chino kide na mpaka sasa hivi tunaweza kusema kwamba ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya poa sana katika industry ya muziki huu hapa wa Bongo Flavor hapa Tanzania. <todiculia> Sasa kitu ambacho kimemegi headline huko mitandaoni bwana, kuhusiana na Chino eh, ni sakata zima la kudai kwamba, eh, tuliona hivi karibuni wasanii wetu hapa Tanzania kadhaa waliamua kusajia, waliamua kupeleka wali maombi Uh, waliamua kupeleka maombi moja kwa moja Grammy, uh, kwa ajili ya kuwa considered kwa ajili ya nominations za mwaka ujao mwaka 2026 ambapo tuzo hizo zitagawiwa mnamo Februari ya mwaka ujao. na tuliona jinsi gani ambavyo wasanii wetu bwana walipata hiyo opportunity ya kuwa considered, yani consideration zao zilikubaliwa, lakini kwenye nominations bwana hawajapata. Hakuna hata mmoja ambaye amepata nafasi ya kuwa nominated katika tunzo hizo za Grammy, jambo ambalo kiukweli limesikitisha watu wengi sana kuona kwamba wasanii wetu wamekuwa wamekuwa nominated, lakini sorry, wamekuwa considered kwa ajili ya nomination, lakini mwisho wa siku nominations zenyewe wamezikosa. Eh, sababu za kukosa nomination hizo tumezizungumza katika video iliyopita hapa hapa Trend TV. Nadhani kama ni mfuatiliaji mzuri wa channel yetu, of course utakuwa umeshaiona, lakini pia ukiachana na hiyo inshu, ni kwamba kuna wasanii wengine mbalimbali ambao wameamua kuzungumzia hilo swala, lakini pia vile vile kuhakikishia Watanzania kwamba wakati tamaa kuhusiana na tunzo hizo za Grammy, wakidai kwamba tunzo lazima zije hapa Tanzania. na tunafahamu kwamba Harmonize Kondeboy alikuwa nominated katika tunzo hizo, Abigail Chams, Fid Q, uh, bila kumsahau Diamond uh, naye pia alikuwa nominated kupitia wimbo aliofanya na Siara unaitwa Low. Mario naye pia alipata nafasi ya kuwa nominated katika tunzo hizo, alipata nafasi ya kuwa considered kwa ajili ya nomination hizo. Lakini at the end of the day, ndo hivyo tena, kama unavyoelewa kwamba hakuna hata mmoja ambaye amepata hiyo opportunity. Hawa wote wametupwa njia geti. Sasa baada ya wasanii wetu hapa Tanzania kukosa nafasi ya kuwa nominated kwa miaka yote hii, sasa kitu ambacho kimewaumiza zaidi watu ni kwamba kuona msanii kutoka Uganda anayefahamika kwa jina la Eddie Kenzo yeye yeah, yeah. Amepata tena fursa hiyo ya kuwa nominated na hii ni mara ya pili Eddie Kenzo anakuwa nominated katika tunzo hizo za Grammy. Eh, hii ni mara ya pili eh, Eddie Kenzo anapata hiyo opportunity, lakini kwa upande wa Tanzania hapa kibongo bongo, hakuna hata msanii mmoja japokuwa wasanii wetu tunajua kabisa kwamba wanafanya vizuri mno. Sasa hapa ndipo Chino anapoingia, bwana, maana Chino yeye bwana, ameamua kuahidi moja kwa moja, ameamua kuahidi Watanzania kwamba eh yeye ndiye msanii ambaye atakayeleta tunzo ya Grammy hapa Tanzania. Kwa hiyo Chino Kid bwana, baada ya kuona kwamba wasanii wenzie wote ambao walikuwa considered kwa ajili ya nomination, mwisho wa siku amekosa hizo nominations za Grammy eh, na aliambulia nomination hiyo kutoka Afrika Mashariki ni Eddie Kenzo pekee, ni kwamba Chino bwana yeye ameamua kuwatoa shaka wa Tanzania akidai kwamba eh, huko mbeleni bwana yeye ndiye msanii kutoka Tanzania ambaye atakayeleta tunzo za Grammy hapa Bongo. So moja kwa moja bwana, kupitia ukurasa wa Instagram wa Chino pale juu katika Insta story, Chino bwana ameamua ameamua bwana a posti, i-caption, ambayo caption hii bwana amejielezea vizuri kabisa, yani amejielezea vyema kabisa kuhusiana na plani zake yeye kuja kuiheshimisha e, Tanzania katika ulimwengu wa mziki wa kimataifa e, katika suala zima la kuleta tunzo kubwa zaidi duniani ya mziki e, tunzo ya Grammy Award. Bwana Chino ameandika kwamba one day nitakuja kuleta Grammy kwenye hii nchi, alafu hakuna atakayeamini. Nawaambia one day, cause historia mara tatu na ileta na, uh, cause historia mara tatu na ileta Mungu na Masela, one day, yes I love you my country Tanzania. Kaka pale bendera na kuweka emoji ya makopa. Kwa hiyo hicho ndicho alichokiandika Chino akiwa anamaanisha kwamba, bwana, yeye japokuwa watu wengi sana anahisi kwamba watambeza, lakini yeye anaamini hivyo kwamba siku moja yeye ndiye atakayeleta tunzo ya Grammy hapa Bongo. Ya yeah, so hapa bwana, peji mbali mbalimbali huko mitandaoni ukipita eh, zimekuja kuripoti kuhusiana na maneno ambayo Chino ameyazungumza. Kwa mfano hapa kuna peji wameandika kwamba eh, bwana eti wananchi, eh, mnaweza kweli kumsapoti Chino mpaka akaleta Grammy? kwa wakati huu atulie tu, labda ajaribu akiwa babu au anaota. Mi naona kama naona hata kuwa mwanamuziki ashukuriwe Mario, hasa yeye ni dansa okay, huyu ni mtu amekuja kuandika hivyo bwana, anadai kwamba yeye kwa upande wake imani na Chino kuleta Grammy kama mwenyewe alivyosema ni kitu ambacho hakiwezekani. And, wanaona kama vile anaota kwa sababu hata inshu ya Chino tu kuingia kwenye mziki amshukuru Mario, kwa sababu Chino yeye alikuwa ni dansa. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, at the end of the day. Na wewe pia ukiwa kama mdau, hebu tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini eh, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha vile tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.